Asalamu as alaikum warahmatullahi taala wa ta barakatuh. Si mawaidha kuhusu si miraji, tushaelezwa na ustadhi wetu, Allah mhifadhi. Lakini tuchukueni mazingatio katika safari ya miraji, Mtume sallallahu alayhi wasallam amepewa zawadi ya swala, kuanzia swala hamsini mpaka zikapunguzwa zikawa ni tano na hii ni Nabii Allah Musa alaihi salatu wassalam, sababu yeye alipatiwa sala mbili peke yake, alipewa sala mbili, na umma wake ni umma ambao kwamba ni, ni watu wazito, lakini hivyo hivyo sala mbili zikawashinda, na ummati Muhammad ni dhaif, na Nabii Allah Musa tulivyoelezewa hapa Ikabidi amrai Mtume aregeke kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala ili apunguziwe. Ndugu zangu Waislamu, hii ni swala. Kwa nini Mtume hakupewa mambo mengine? Amepewa swala peke yake kwa sababu ni jambo muhimu, ni jambo ambalo kwamba yeye mwenyewe Mtume atuambia, awwalu ma yuhasabu bihi l abdu yawm al qiyama aswala. Katika haki ya mwanadamu na Mwenyezi Mungu, jambo la kwanza ambalo kwamba Mwenyezi Mungu atafanyia hisabu siku ya kiyama, hisabu ya kwanza itakayofanyiwa ni swala yako. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuiboresha swala akawaambia maswahaba, idha ahsana arrajulu salata, mtu yoyote ambaye kwamba ataswali vizuri faatama rukuaha wasujudaha, akatimiza vizuri rukuu ya swala na sijda. Yaani ili swala yako itimie vizuri, imezingatiwa katika kule kurukuu kwako na kusujudu. mm -hmm. Na yani, ndio posa Mtume swallallahu alayhi wasallam akawambia maswahaba katika swala, pahali mpo kwamba mja anakuwa karibu zaidi na Allah subhanahu wataala ni katika sijda

kisha faturfau, Mtume anatuambia ile swala inapandishwa kwa Allah subhanahu wa taala, ipite mbingu ikaguliwe. Lakini swala ujue ishakuombea dua. Kwa nini? Umerukuu vizuri, umesujudu vizuri. Lakini oh, Mtume akasema: wa idha asaa ar-rajulu salata, na mtu yoyote atakayeswali ataka vibaya vibaya, falam yutimma ruku'aha wa sujudaha hakutimiza vizuri sijda za swala, hakutimiza vizuri rukuu zake. Qalat salat, ile swala inasema na inamuombea dua huyo, dayaaka Allahu kamadayatani, Allah akuangamize, Allah akupoteze, Allah akutupilie mbali kama vile ulivyonitupilia mimi. Swala fatulafu le... kisha ile sala inakunjwa kunjwa kama yulafu thawb Mtume mfano kama kama yulafu thawb alhagama li dastari lile, ushapiga usha deki vizuri, walikamwaka moka alikunja, kisha kisha anapigiwa katika uso wake. Yani swala yako wewe haipande. Sasa huyu ni mtu ambaye kwamba ameswali vibaya. Haya, yule ambaye kwamba hakuswali kabisa. Kuna huyu aliswali vizuri swala ikamwombea dua. Kuna huyu ameswali lakini hakufanya vizuri, swala yake ikachukuliwa, swala yake ikapigwa katika uso wake, yaani haikukubaliwa. Kuna muislamu haswali kabisa. Kisha mtu akwambia, namwomba Allah subhanahu wa taala anipatie husnul khatima wakati wa kufa, nambo Mwenyezi Mungu anijalie mimi kifo changu kiwe kwenye na sujudu na swali na wewe uswali Mwenye mm -hmm. sisi cha mwema Mwenyezi Mungu vitu kama kwamba hatu vifanyi. Watakao upatiwe kifo chako kipatikane kwenye swala. Na wewe huji msikitini, kitapatikana vipi? Kwa hiyo tujue kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipatiwa zawadi ya swala. Na hii swala unapoiswali vizuri ya kuombia dua ndio Mwenyezi Mungu akatuambia, akamwambia Mtume Wamur wa ahlaka bisalati wastabira aleiha, waamrishe watu wako waswali. Maulama katika tafsiri, wale watu wa Mtume wengine wakasema ni ile familia yake, lakini watu wa Mtume ni kila aliyemwamini Mtume akamfuata, huyo ni mtu wa Mtume. Wamur ahlaka bisalati, kisha wawe na subra. Hii swala tano yataka subra. Alfajiri baridi, uache kitanda uje uswali. Wataka pepo wewe, ama uwache kitanda ama uwache kazi zako, kisha uje upige piga hapo urukuu. Mwenyezi Mungu hataki cha kujua umeacha umewacha usingizi, hiyo swala ya kuombea dua mbaya, Allah akuangamize. Na ndio maana sisi mambo yetu haendi vizuri. la nasaluka rizqa nahnu narzukuka ili riziki zifunguke, ni swala zetu. Tujiangalieni hapa kwenye swala. Leo maisha mazito, mitihani. Kitu cha kwanza, hii ni zawadi aliyopewa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Miraji ambapo kama ni swala tano, je, tuaziswali vizuri? Mtume shaambiwa la nasaluka rizqan, sisi tukuombe rizqan, nahnu narzukuka lakini kwa nini mpaka swala iswaliwe vizuri na ipatikane subra ndani ya swala la mwisho. Ndugu zangu Waislamu, tumetajua kuhusu masuala ya somo. Mwezi wa Rajab ni katika ashhurul hurum, mwezi wa Rajab ni miezi minne mitukufu. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia maswahaba, sum min alhurum wa turuk, funga katika miezi mitukufu yani

Maulama wakaona amali bora ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anaipenda kwa mja baada ya kutekeleza swala, sababu saumu ya faradhi sisi Waislamu ni Ramadhani peke yake, na Ramadhani inakuja mara moja kwa mwaka, ima tuipate ama tusiipate lakini Mtume sala salam akatuwekea hizi sunna za Jumatatu, Alhamisi, Jumatatu, siku nyeupe. Kwa nini? Ili uwe ni mtu wa kufunga, funga. Ramadhani ikija, uwe ni mzoefu sasa katika kufunga. Katika amali bora, ukitaka kutenda amali bora, kwanza inaangaliwa msimu na sehemu na wakati gani. Na hakuna amali bora zaidi inayopendekeza kwa Mwenyezi Mungu kama amali ya saumu, na ndio maana Mwenyezi Mungu akaitukulia dhamana, as-saumu li wa ana ajzi bihi, saumu ni yangu mimi Mwenyezi Mungu na mimi ndiye nitakayelipa. Lakini swala, zaka, waambie ukiswali utalipwa pale, utaandikiwa thawabu pale palepale. Lakini katika amali ambazo kwa Mwenyezi Mungu amezidhamini mwenyewe Ye, takaz, ye, ni yake na ataisimamia yeye malipo yake ni hii swaumu. Kwa hiyo kufunga siku ya kesho tunafunga kwa sababu ni swaumu miongoni mwa miezi mitukufu, lakini pia utukufu wa hili siku Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda miaraji mpaka kupewa swalatan, leo tuziswali amari, amali bora kuiheshimu ile siku ni somu na si lazima Si lazima ufunge l La. Si lazima ufunge. Eh, si lazima. Wewe tiania kwa mimi nafunga miezi mitukufu, leo ni Rajab. Nafunga siku hii kwa sababu ni siku ya miezi mitukufu sum min alhurumi atruk. Miezi tuafikie inshaallah. Tujalie ni miongoni mwa kuzitekeleza swala vizuri. Atujalie ni wale ambao kwamba swala zao zinawaombea dua nzuri. Wassalamu alaykum.